Yeah, machi thanks kwa kwaka mtazamaji kwa kuzidi kwa mwanafamilia wa Global TV stori za town ya Global TV na kujia kivingine zaidi with your best presenter Kelvin Shayo kutokea maeneo fulani vipande za Sinza kumekucha ambapo niliamua kumuibukia msanii wa hip-hop tokea fasi za Arachuga Dogo Janja maarufu kwa jina la Janjaro na kuzungumza naye mawili matatu, ambapo nilimkuta konaizi hapa akiwa anajaribu kupata vitu fulani vya kutinga mwilini. Nilizungumza naye kuhusiana na ishu ya kama ni kweli gari yake kama alivyoposti ilikuwa katika mazingira gani na ni vipi ambavyo vimeweza kutokea na amepata hasara ya kama shilingi ngapi, kutokana na wizi uliofanyika kwenye gari yake aina ya poti mpata. Yeah man, yeah man, uh, majanga kidogo mitiani tu, lakini okay. okay. yeah. uh, mimi jana nilienda Moshi, nilikuwa na show ya kili marathon. Niliondoka asubuhi, na baada ya kumaliza show mchana, usiku niligeuza Dar es Salaam. Kwa baada ya kurudi, unajua, mimi na kawaida ya kulala saa nane nane, saa tisa, yani ndo mida yangu yani, unaona bwana. Asa nilikuwa nime inaonekana kuna watu ambao walikuwa wako kwenye rada yangu ambao walikuwa wananifuatilia. Yaani mchongo ulikuwa unachora. Kwa hiyo mimi nimelala kwenye mida saa nane nane hivi. Nane, nane fulani hivi. Baada ya mimi kulala tu watu kashasoma mchezo, watu kajump kama hivyo, wamepiga power window, taa za mbele na nyuma, wamepiga redio, inampiga yani mnyanga nyanga. ni asubuhi nimeamka bai, ilikuwa bai saa mbili. Sasa nilikuwa na mizunguko kwa, nimetoka nimekuta gari na mzomea ni, nilikuwa kama vile nahisi na kama naota, nafekecha macho kuhakikisha, lakini tayari jambo lishaenda kisheria, kesi ipo na tunafuatilia na pia na imani nitapata ushirikiano yeah. Ni na mtaa ni nyumbani nyumbani kwangu na inaonekana ni watu ambao wananifahamu pia. Uh, bado yani siwezi kumgezi mtu kwa sababu yani kumwisi, kama milioni tatu na nusu hivi mpaka ile irudi, yani tatu na nusu hivi vitu vingi ni vizuri, vinakuja unajua. Mtu ukiwa unafanya kitu cha uhakika huwezi kuwa na stress na kile ambacho unakifanya. Kwa hiyo mi na tabia pia za kutoa uhai katika nyimbo zangu, sipendi kuua ngoma, nitoe nyimbo afu niue mwenyewe. daswamona kidebe, n naiacha imeenda lakini mda mwafaka umefika, kwa hiyo watu watarajia chochote kuanzia sasa hivi kutoka kwa Janjaro. Ni ngoma ambayo mtu ataenjoi, ni mziki mzuri tu, tustahil ya watu vijana. kwa Mamario ni kujiendekeza na kujilemaza. Mi siamini katika mtu kwa Mario, mi naamini katika kijana ambaye anakula kwa nguvu yake. Ukiwa Mario, it means kwamba we ni mtumwa ambao uko kwenye kifungua uhuru, kwa hiyo especially kwa sisi nguvu kazi ya taifa, utakiu kwa kabisa. Mama Mario tunakuwa tuwatumie kama sehemu ya kiburudisho tu, hapana. Siko katika mahusiano na, i, yeah, na so, ni mtu mzima, ni mtu ambaye tunaheshimiana wala hakuna lolote. Unajua ni mtu ambaye pia kanizidi kipato ni mtu ambaye kanitangulia, kwa hiyo hata ushauri wake basi huenda ukawa ni kitu kikubwa kuliko hata hicho kitu ambacho anaweza kanipa chochote. yeah. Um, waendelee kusapoti mziki mzuri wa Janjaro Ngarenaro Republic